Katika nchi zetu hizi za Afrika mara nyingi panapokuwa na uchaguzi, kunapokuwa na uchaguzi, panakuwaga vipi? Hebu semeni. Eh, fujo, ghasia. Aha, mivutano, si ndio? Na kwetu mwaka huu ni mwaka wa mwaka wa uchaguzi. Muislamu hawezi kuwa mjinga mjinga. Wangapi wajinga hapa? Mkono juu. Wangapi watoto wa mjini? Hawauziki, hawauziki hivi hivi, mkono juu. Muislamu lazima awe mtoto wa mjini. Mtume mwenyewe alikuwa mtoto wa mjini, unanielewa babu. Muislamu hawezi kuuzwa, na ndio maana suratu Almulk Tabarak inasema watakaoingia motoni hawana akili. Wataulizwa watu wa motoni, wataambiwa nini? Watasema hivi: waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'id. Watakapoingia motoni sasa, ishakula kwao wanasema lau duniani tungesikiliza tuliokuwa tukiambiwa na tukatia akilini, tukawa tuna akili, tukawa watoto wa mjini, tukawa wenye kujiongeza, tusingeingia motoni leo. Watu wa motoni wana akili au hawana akili? Wenyewe wanakiri kwamba sisi wehu tulibugi, ndio maana tumeingia motoni. Kwa hiyo muislamu hawezi kuwa mjinga mjinga.